Tusalie katika eneo la pwani na hususan kaunti ya Mombasa ambapo mahamali wa mzi, mizigo kaunti hiyo ya Mombasa wanalalamikia ukosefu wa kazi kutokana na kile wanataja kama ukiritimba wa baadhi ya makampuni, hali ambayo imesababisha idadi kubwa ya mabohari kufunga shughuli zao kwa zaidi ya miezi miwili na kuwaacha mahamali hao bila nafasi za kazi. Kochini maanake, kutoka asubuhi nimetoka nyumbani, niko juu ya mti hapa nilipo, sijafanya lolote na nimeacha watoto kule, wananingojea mimi ndo wale sasa. Kama serikali watuangalie pia sisi, kuna baadhi ya mizigo ambayo inaingia kwenye magodano ya serikali, na sisi ye magodani yetu hakuna mzigo wote ambao unaingia, sahii wamesimamisha kwa muda, na sisi hii sekta ndio tumetegemea. Hakuna kazi ingine ambayo tunafanya. Kazi hii tunategemea hii kulipa nyumba, kusomesha watoto na mambo yote ambayo tunafanya kwenye majumba yetu huwa tunategemea kazi hii. Kwanza mimi naweza sema Krismasi imekuja ghafla, kwa sababu hatujajipanga. Hatujui tutafanya vipi katika hiyo Krismasi. Mimi mwenyewe, mimi mwenyewe kama chamani wao nimemaka sijui hata Januari nitafanyaje. Malaki atakana Januari hata risito watoto waende shuleni. Sina hata shilingi. Nitalipa na nini kama kazi hakuna? Wale ambao wako idol wapate kazi ndio tusitengeneze wahuni wengi Mombasa, kwa sababu kama hatutakuwa na kazi basi vijana wengi watakuwa wahuni, kutakuwa na shida na itapelekea hata wengine wetu wauawe, kwa sababu ukikosa chakula ama ukikosa kitu cha kutumia itabidi ukitafute kwa njia yoyote ile.